Mtume Petro anatukumbusha, chungeni kundi lilokabidhiwa, wala si kwa kutafuta pesa ya hivi, bali mkibiwaa kwamba mnatu. Na huku Kristo anatukumbusha, ikiwa ni kwa kondoo, ikiwa ni kwa nini, ikiwa mtu yupo kwa ajili ya mshahara huyo atakibia, lakini yule ambaye anajua kwamba kondoo ni mali yake atapabaa ma taasisi tuliopewa kuyaongoza. Ziko nyakati tumefikiri kama ni mtu fulani huko mahali fulani tukasahau ya kwamba pale ulipo wewe ni mchungaji, wewe ni mmiliki. Kwa hiyo, ziko nyakati tumeacha vichaa, wametumia na matauru, alafu twatoka uti twawakibisa, watu hawatamcheka huyo, wanakucheka wewe ziko nyakati sisi ndio tumepiga kelele zaidi, kana kwamba kuwaita watu, haya, njoni muone tulivyo, tukasahau ya kwamba kwa kweli tulipaswa kufanya maamuzi ya kasa. Ziko nyakati tumekaa tu hapo, tunanong'ona tu na kusema vinaharibika, vinaharibika, hakuna hatua tunaochukua, tukangoja jua lizi Ikumbuka kwa kukaa hivyo unayeteseka pia leo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Falsafa ya mchungaji inatukumbusha katika maamuzi ya mambo magumu ya namna ya kunyang'anya taulo lako. Maandalio ya usinyang'anye taulo na mtu asiyehusika yanaanza. Kwa maneno mengine, ndugu zangu ukiona mtu amefanikiwa katika biashara yoyote, mtu huyo alianza kwa kuambuka pia. Hakuna biashara inayofanikiwa isipokuwa na mawimbi, na mtu anayefanikiwa vizuri ni yule ambaye ameona mawimbi na akamusa. Na kwa kuwa wewe umewekwa ni mchungaji katika kituo ulichopewa, kiongozi iwe ni kwaya iwe ni nini Kumbuka tu kwamba basi wako vijana, unapopenda kuoga uhakikishe tataulo lako naliwe kama hali. Sasa taulo ni nini sitakwambia, bafu ni nini sitakwambia, maana nawe chungani ngaohjabako. Kumbuka tu hilo unaloliongoza ni zizi naumo ndani nakodoaka sunge mwenyewe, sunga na hawa ulioala Mwisho utafika salamu, sio kwa utukufu wako, bali kwa utukufu walivu. Kabidhi ugo wako, chunga kwa uaminifu, matokeo yake utayaona. Sasa heshima namjengea Mungu na kwa hiyo itakumbukwa naye keyea. Napohitimisha kongamano letu hili, nataka tu kujikumbusha ya kwamba kila mmoja wetu ameshiriki kwa namna ilivyopaswa. Najua ya kwamba mbele yetu kuna magumu mengi. Lakini ah, mwenye kanisa yuko hajafa, na huyo ndiye aliyeyuba Tanzania, na huyo ndiye aliyetuweka tuwepo sisi. Hakutuweka hapa kwa bahati mbaya, wala hakukuweka yo kwa bahati mbaya. Aliyekufanya uwe Saint Luke's kwa matupu angeweza kufanya uwepo mwimbili. Kwa nini kakuweka pale? Kuna kusudi, nitafuta ile kusudi ulitimiza, bila kulalama bila kunung'unika, bila kuwakemea wengine waje waone mnavyoteseka. Sema na Mungu, yeye ndiye mwenye kanisa lake, na yeye mwenyewe akipitia nguvu huyo, inatosha. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho, Amen.